Nikiongea kutoka jijini Tunis nchini Tunisia ambapo tumemaliza kwa salama mkutano wa siku mbili ambao ulikuwa unafanyika hapa, mkutano wa ngazi ya juu wa nchi za Afrika uliokuwa unaangazia masuala ya ajenda ya wanawake amani na usalama. Ajenda hii iliasisiwa takribani miaka ishirini na tano iliyopita na kupewa azimio namba 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuwafanya wanawake wawe washirika katika maswala ya amani na usalama katika maeneo yao, ngazi ya kitaifa na ngazi ya kimataifa, kwa sababu mchango wao ni muhimu. Katika mijadala wa ya husu kuimarisha amani na usalama katika mkutano huo, ilikuwa inafanyika tathmini ya utekelezaji wa nchi mbalimbali ambapo tulikuwa tunapata dakika chache za kuelezea uji, nami nilipata dakika tatu za kuweza kuelezea mambo yanayoendelea nchini Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika rakiki hizo niliweza kuelezea kwamba Tanzania iko mstari wa mbele kulingana na nchi nyingine duniani kutekeleza azimio hilo namba 1325 ambapo nasi kwa mara ya kwanza Agosti 2025 tuliweza kuzindua mpango wetu wa kwanza katika historia sikabika kwa ya nchi yetu mahususi kabisa kwa ajili ya kutekeleza ajenda hii muhimu kwa ajili ya ushiriki wa wanawake katika ajenda ya amani na usalama.